Mtaa wa Shibuli eneo bunge la Lurambi, Kaunti ya Kakamega, kwa jina Alfred Ndeta anadai e, kuwa yeye ndiye Mungu wa tatu, na wa ni baba wa Yesu aliyetua humu nchini mwaka 1986 huko jijini Nairobi na kisha kuhamia Shibuli anapodai ni mbinguni. Tuombe muweze kutufollow kwenye Facebook wetu. Ninakaribishwa kwa kijiji cha Emlomonya, mwenyeji wangu akiwa Alfred Delta. Mimi na wewe tunamuona uh, kuwa mtu wa kawaida Gordon. Lakini kulingana na yeye, mungu wa tatu kwa jina the third god maarufu anaosema e, alipata ufunuo mwaka wa 1987. Pia tukumbuke kwamba nchini Kenya kulishatokea mungu mwingine anajiita Jehova Wanyonyi alishafariki. Sasa huyu naye anajiita ni mungu wa tatu. Hebu tusikilize ripoti yetu kutoka huko. Ilikuwa 987 March tarehe 10 saa sapa ya mchana, kuenda kukucha paka mpaka na naropi, ilikuwa saa nane hivi nilikuja na nikamesa hii mwili wa kitambo wa wasasi. Sasa ninaenda na mwili wa Mungu kwa kina tatu, father papa wa utatu mm -hmm. kuna wenye walikuweka wanaweza kutita